Watazamaji wa Ndaiga TV, karibuni katika kipindi chetu cha kuhoji wasanii wa nyimbo za injili ambao wanaitwa Gospel. Kwa hiyo tupo hapa na dada yetu, yeye atajitambulisha ni nani kwa sababu nimemkuta location akiwa anaandaa nyimbo yake. Sister, sijui unaitwa nani? Naomba utuambie jina lako kwa ufupi. Naitwa Ruti Fungo, mwimbaji wa nyimbo za injili. Aha. Katika nyimbo zako za injili labda mpaka sasa hivi umeshatoa albamu ngapi? Na albamu kama tatu. Albamu tatu, mm. Ipi ambayo imefanya vizuri katika hizo albamu tatu? Ilifanya vizuri inaitwa Nyamaza Kimya, ambayo ni albamu ya tatu. Na huu wimbo ambao unashuti kwa sasa, labda upo katika albamu ya ipi kati ya hizo tatu? Bado, hii ni nyimbo mpya ambayo bado sio muda, nitaitambulisha. Ndio tupo kwenye maandalizi hivi. Okay, vizuri sana Ndugu Okay. watazamaji hatuwezi uh, tukaa tunamhoji tu dada bila kujua kazi yake ni ipi ambayo ambayo alikuwa naishuti hapa. Hebu tunaomba atupe kidogo kionjo, ambacho anaweza akatuimbia kidogo. Hebu tunaomba tuimbie kidogo, tusikie. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Awe, ni nishtua, wewe ni msanii. <laughs> naomba tuimbie kidogo. ni haja yangu kukaa na wewe, ni kiu yangu kukaa na wewe, ni haja yangu kukaa na wewe ni kiu yangu kukaa na wewe. Asante sana sista Ruth. Asante sana, naona kabisa watazamaji wameipenda hiyo ya sauti yako, na kutakia mafanikio mema na kazi njema. Neno moja kwa watazamaji wa Ndaiga TV ah, sio muda mrefu ni mbongo ikitoka wategemea kuiona YouTube, sio muda mrefu. Katika mitandao ya kijamii, labda unapatikana wapi na unatumia jina gani? Natumia Ruth Fungo. Nipo YouTube, nipo TikTok na Facebook pia utanikuta huko. Asante sana watazamaji wa Ndaiga TV. Ulikuwa nami Ndaiga. Asanteni na kwaheri. Ndaiga TV kituo cha uhuru tan